Nashukuru na mbunge anayemaliza muda wake ndugu Kamonga kwa kurudisha fomu zake salama leo na kutakia kila la heri. Nashukuru sana Mwenyezi Mungu kwamba leo baada ya kukamilisha, kukamilisha, kukamilisha kujaza fomu vipengele vyote na kuzingatia maelekezo yote ya chama, nimeweza kurudisha fomu za kugombea ubunge wa jimbo la Ludewa, nafasi ambayo ninaitetea kwa awamu ya pili. Na kimsingi Ludewa hii ina mambo mengi ambayo nimeyafanya awamu ya kwanza ikiwemo kupigania sana uwekezaji e, mkubwa wa Liganga na Mchuchuma. Mpaka e, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameweza kulipa fidia e, na sahizi tayari wako hatua nzuri miradi kuweza kuanza sasa, miradi hii mikubwa e, mimi nikiwa kama mbunge wa kumi ambaye nimejitahidi wakati wangu wa kipindi hiki changu cha kwanza, imeweza kuonesha matumaini kwa wananchi wa Ludewa na Watanzania wote. Sasa vitu kama hivi inahitaji mwendelezo wa kuvisimamia yule aliyevianzisha avifikishe mahali pazuri e, kwa hiyo kuna mradi ule wa maganga matitu e, unaendelea vizuri viwanda vinaanza kujengwa muda sio mrefu e, liganga ile kubwa ambayo ilikwama nashukuru pia serikali wamesikiliza ushauri wangu kipindi cha kwanza tayari imeshakuamuliwa sasa inahitaji mtu wa kusimamia barabara hii ya kutoka Ludewa hadi Manda nimeanza nimefanya jitihada kubwa sana wakati naingia maeneo jongojongo gangitoroli kwa sekie kwa shetani yalikuwa yapitiki kabisa. Nilipambana kipande cha upande wa Ludewa wa kilomita hamsini ziweza kukamilika kutoka Mawengi hadi, hadi Lusitu, na eneo hili ndio lilikuwa eneo lenye changamoto kubwa sana mno. Hii milima ilikuwa, magari watu wanalala barabarani, lakini iliweza kukamilika vizuri, na nikaungana na mbunge mwenzangu wa Njombe e, tukaweza kuiomba e, serikali na tayari mkandarasi amepatikana kazi sasa, muda sio mrefu eh, wataona inaendelea. Lakini pia tumeshirikiana na ofisi ya mkuu wa wilaya kutafuta wawekezaji. Kuna wawekezaji wakubwa wanaotaka kuja kujenga kiwanda cha saruji kata ya Lubonde. Kiwanda kile nimpongeze eh, mpongeze mheshimiwa mkuu wa wilaya, amesimamia kwamba ile saruji itaitwa Ludewa Cement. Eh, haya yote ni wakati wangu, wawekezaji tayari wapo wametafutiwa na eneo la kitalu cha makaa ya mawe, watazalisha na umeme kwa ajili ya matumizi ya kiwanda chao cha saruji. Lakini kuna kiwanda kingine kinaanza kujengwa cha e, bidhaa za chuma na chenye kinajengwa kata ya Lubonde e, nacho kinahitaji mtu ambaye amesimamia haya aweze kuyaendeleza kuhakikisha kwamba yanafika mahali pazuri, kwa sababu yanakwenda kutoa ajira nyingi sana kwa wananchi wa Ludewa na yanakwenda kubadilisha kabisa uchumi wa Ludewa. Haya ambayo tukiyasimamia yakienda sawasawa, basi mipango mingine yote itakuwa ni rahisi kwenda vizuri. Miaka yangu mitano mimi nikiwa mbunge, Ludewa ilikuwa inakuwa ya mwisho kimkoa, lakini tokea mimi nimekuwa mbunge wa Ludewa nimeshirikisha eh, madiwani wenzangu wote, nimeshirikiana na ofisi ya mkuu wa wilaya na mkurugenzi na wataalamu wote na uwalimu na mara zote nimetembelea shule zote, nimezungumza na walimu na wanafunzi, nimewapa moyo, nimezungumza na wazazi. Ludewa sasa hivi inakuwa ya kwanza kimkoa. Sasa mafanikio haya yanahitaji mtu ambaye anaweza kuyaendeleza. Mwitikio umekuwa ni mzuri mkubwa, ni jinsi gani watu wanavyoona kwamba wana kila sababu ya kuja kujitolea amala kuja kufanya maendeleo katika wilaya yao ya Ludewa impakti imekuwa kubwa, wamekuja wengi, lakini kikubwa nafikiri taratibu, tamko la chama, maelekezo kwamba shamla shamla zile mapikipiki nini, wagombea wote wamefanya, wamefata vizuri. Mpaka sasa amani na utulivu katika kuchukua fomu ipo kwa kiwango kikubwa sana. Kazi ya chama siku zote ni kukemea swala so la rushwa la, lakini vitendo vya rushwa, unajua ni kwamba kumbaini mtu wa moja kwa moja moja ni ngumu ni vitu ambavyo vinahitaji ushahidi wa kutosha, lakini kama chama ni wajibu wa kuambia wanachama, ni wajibu wetu wa kuambia wale wote wagombea. Na Chama cha Mapinduzi wilaya ya Ludewa, kwa kulitambua hilo, tumetengeneza utaratibu kwamba watiania wote ambao wamechukua fomu tumeandalia kikao na kamati ya siasa ya wilaya tuweze kuongea nao, kuwaeleza miiko na taratibu weza kueleza kwamba kanuni zilivyo, ili tutakapoingia kwenye mchakato wa kwamba majina yatakaporudi, kila mmoja awe anajua kanuni inaelekeza nini, tusije kuonana wabaya huko mbele ya safari. Well, mwamko mkubwa si demokrasia tu, lakini bado ni kwamba haki ya kikatiba ya mwanachama wa chama cha mapinduzi ni kuchagua na kuchaguliwa. Kwa hiyo wanachama wangu wa Ludewa, kwa maana chama cha mapinduzi wilaya ya Ludewa, wanatimiza haki yao ya kikatiba ya kuja kugombea nafasi hiyo ya ubunge, lakini vile vile wana kiu ya maendeleo kufanyia katika wilaya yao ya Ludewa. Why unaona utiki umekuwa ni mkubwa.